Laanatullahi alayhi alikataa kumsujudia Adam alayhi salam, akafukuzwa kutoka peponi. Mwenyezi Mungu akamwambia, enda katika kundi lile la malaika ambao wanakaa pale na waambie, assalamu alaykum, amani iwe juu yenu. Adam alayhi salam akafanya venye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimwambia, akaendea malaika akawaambia, assalamu alaykum, wakamjibu wa alaykumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh wakamjibu ya kwamba Mwenyezi Mungu aweke rehema, aweke amani juu yako na baraka na rehema juu yako. Allahu akbar, ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia hadhihi tahiyatuk wa ta tahiyatu ummatik wa abnaik, hii kutoka leo, hii ni maamkizi yako, hii ni salamu yako nani, salamu ya watoto yako na umma yako Allahu, kutoka wakati wa Adam alayhi salam, ndio unakuta mpaka saa hii sisi Waislamu tunasalamiana asalamu alaykum. Ilianza, ilianza wapi? Wakati wa Adam alayhi salam. Baada hiyo, mtume Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, anatuambia kwamba ala adullukum ala amrin idha faaltumuhu tahabbatum, je Niwaambie jambo ambaye mukifanya mukilazimisha na mufanye mutapendana katikati yenu ni nini? A, ashabu wakamuuliza, akasema afshu salama bainakum muku munasalamiana katikati yenu kila wakati muku na mnapatiana hiyo, As salamu asalamu alaikum, asalamu As alaikum, amani uwe juu yako. Sasa kila wakati tuendelene hiyo salamu.

Ndio, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia alimpatia Adam alayhi salam, akamwambia Adam, wa allama Adam al-asmaa kullaha. Anasema ya kwamba wallahi, Mwenyezi Mungu alimfunza Adam kila kitu, majina ya kila kitu, alimfunza majina ya vitu vyote. Adam alayhi salam Allahu Adam alayhi salam akajua kila kitu monyezimungu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, akarudi upande ya malaika, akaweka mbele yao, akaweka hizo vitu vyote mbele yao, akasema nini? thumma aradahum ala al malaika. Mwenyezi Mungu akarudi katika malaika, akaweka aka kila kitu mbele yao, akasema nini? faqala ambiuni bi asmai haulai in kuntum sadiqin sadiin. Ewe malaika kama munasema ukweli, kama nyinyi ni watu wa kusema ukweli, niambieni majina hivi vitu, hivi vitu ambayo iko mbele yenu, niambieni majina yao kama munasema ukweli, ukweli ewe malaika. Malaika wakamjibu Mwenyezi Mungu, walimjibu nini? Wakasema qaluu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Hakika Mwenyezi Mungu wewe ndio umetakasika. Wakasema Mwenyezi Mungu wewe umetakasika. Sisi hatuna ujuzi lolote ila ile wewe umetufunza ya Allah. Sisi hatuna ilmu yoyote ila ile wewe Mwenyezi Mungu umetufunza. Innaka antal alimul hakim. Hakika Mwenyezi Mungu wewe ndio mwenye ujuzi na wewe ndio mwenye hikma. Allahu Akbar. Wewe ndio kuna Mungu wa hikima na nawowo ndio mwenye ujuzi Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akarudi katika Adam akamwambia, Qala ya Adamu ambihum biasmaihim, ewe Adam waambie sasa majina hivi vitu ni nini. Adamu alifunzwa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfunza Adam alayhi salam majina kila kitu katika hii duniani. Ndio unakuta ya kwamba sisi kama binadamu tunajua kutolea kila kitu katika hii duniani majina. Nani ametufunza? Allah subhanahu wa ta'ala ndio Adam alayhi salam akafunzwa, akasema nini: hadha baharun, hii ni bahari. Wa hadha jabalun, hii ni mlima. sasa, wa hadha nurun, hii ni nuru. Sasa malaika wakashangaa, wakastaajabu

Je, mimi sikukuambia niyo malaika? Mimi nayajua siri ya mbinguni na ardhi yote. Na nayajua jambo lile yote mnaloweka dhahiri, na lile jambo mnaloficha katika roho zenu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu. Sasa Adam alayhi salaam, Mwenyezi Mungu alimpatia fadhila, alimpatia ikram mbele ya malaika. Adam alayhi salaam, Mwenyezi Mungu sasa akamweka ndani ya janna Allahu. Sasa siku moja Adam alayhi salam akiwa ndani ya janna ana feel upweke, ana feel ni peke yake, anasikia ile loneliness, hana mtu mwingine karibu yake, ni yeye peke yake. Adam alayhi salam, one of the days akiwa analala kwa kuzingizi, dhil'an min al-adla, katika kiungu sehemu moja katika viungu vya mwili yake, ikaanza kumuuma upande wa kushoto. Adam alayhi salam kuamuka kutoka usingizi, akakuta kuna kiumbe ambaye anafanana anafanana naye amekaa karibu yake, kiumbe ambaye amekaa karibu yake Allahu. Adam alayhi salam akashanga, ameamuka kutoka usingizi, amekuta mwanamke mrembo amekaa karibu yake. Inasemekana mwanamke, Ibn Abbas radhiallahu anhuma anatuambia, mwanamke mrembo katika duniani alikuwa ni bibi ya Mtume Ibrahim alayhisalam Saida uh, Sara. Kuliko Saida Sara, mrembo zaidi yake ilikuwa ni Saida Hawa, umma albashar. Hawa alikuwa ni mrembo zaidi ya Sara. Hawa alikuwa ni mwanamke mrembo katika wanawake wote katika dunia. Sasa ile mrembo amekaa karibu yake malaika, sasa wakamkujia, wakasema, sasa huyu Mwenyezi Mungu kashamfunza kila kitu, wachabu tumjaribu tena, tumuulize man hadhihi. Wakamuuliza huyu ni nani? huyu amekaa karibu yako ni nani? Allahu akbar, inna hamraa akasema, huyu ni mwanamke eh. Wakamwambia lima qulikat, kwa nini huyu ameumbwa kwa nini huyu mrembo ameumbwa? Akisema li askuna ilaha, ili nipate kujituliza naye, ili nipate utulivu naye, akuwe ni loneliness breaker, akuwe ni mtu ambaye na mpende akuwe karibu yangu, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa min ayatihi an qalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allahu akbar! Mwenyezi Mungu anasema katika ishara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika ishara zake Mwenyezi Mungu aliumbeni al al al al al mwanamke wake zenu kutoka nafsi zenu ili wafanye nini, ili mupate utulivu kwao. wajaala bainakum mawaddatan warahma. Na Mwenyezi Mungu anasema tukaijalia tukaeka katikati yenu mapenzi na huruma. Allahu akbar, katikati ya bibi na bwana. Sasa Mwenyezi Mungu baada kumleta Adam alayhi salam, Adam alayhi salam alikuwa nasikia upweke. Sasa amepata mtu, amepata mrembo, amemkujia. Wakamuuliza nini? Atadri masmuha? Kwani unajua jina yake? Akasema Ismuha Hawa. Akasema huyu anaitwa Hawa. Anaitwa Hawa. Wakamuuliza lima sumiyat Hawa? Kwa nini ametolewa Hawa? Kwa nini huyu ametolewa Hawa? Akasema li anha kulikat min shayin hayi, huyu aliumbwa kutoka kitu ambaye ilikuwa hai. Aliumbwa kutoka kitu ambaye ilikuwa hai. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, katika suratu Nisa, ikianza naye ya ayyuhan nasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ni watu mcheni Mwenyezi Mungu wala wenu mlezi ambaye ameumba kutoka nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, kutoka ile ile nafsi moja ndio aliumba mke wake, hiyo kutoka hiyo nafsi Allahu wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kutoka sasa hao wili ambao ni hawa na adam alayhi salam tukawaenezo watu wanawake wengi na wanaume wengi allah ta'ala sasa munazam subhanahu wa ta'ala kashamleta hawa adam alayhi salam akiwa na furaha akiwa na raha mstarehe

Hii mti tu, hii mti moja tu. Musikharibie. Angalia mtihani, Allahu. Angalia ile mtihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuweka ndani. Akaambia katika hii mti moja peke yake musikharibie. Fatakuna minadh-dhalimin, mukawa katika wale ambao waliodhuluma nafsi zao. Musidhulumu nafsi yenu mukakule katika hii mti. Hii mti moja peke yake, hii janna yote, hiyo matunda tamutamu, hiyo raha mkule.

Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Ewe Adam, ewe Adam, huyu ambaye ni shetani adu ni adui yako na adui ya mkewe mkewe ambaye ni mke wako ni adui yake pia, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Musikubali, musikubali huyu shetani awatoe ndani ya janna wallahi, mtangia katika mashakani akiwatoa. Mkikubali maneno yake ata, ata, ata, mtaingia katika mashakani. Katika hii janna Mwenyezi Mungu hakuwatia hapa akasema katika hii janna, inna laka alla tajua fiha wala taara, katika ile janna sasa. Mwenyezi Mungu anasema hakuna, hutapata njaa na hutapata, utakuwa huta uchi ndani yake, Allahu. Katika ile janna sasa ile uchi yako, tupu yako yote itafichwa na hutakuwa na njaa, wa annaka la tadma fiha wala tadha, bado inaendelea. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongea na mtume Adam alayhi salam, anamwambia nini katika ile janna? Tena hutapata kiu ndani yake, ama huta, hutapata joto ndani yake. Hakuna joto, raha mustarehe ndani ile janna. Hakuna kiu, hakuna njaa, hakuna uchi, yako imefichwa adui yenu mujichunge naye. Sasa Iblis hakuweza kulala. Iblis anazunguka. Iblis anajaribu kusema ya kwamba nimetoka ndani ya janna kwa sababu Adam, Adam sasa ako na mkewe ndani ya janna raha mustarehe nitakubali aje. Iblis anajaribu kufanya njama yote venye atamtoa Adam alayhi salam ndani ya peponi. Iblis apumziki. Iblis akamkujia Adam alayhi salam. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia na Qur'an, inahu yarakum huwa waqabiluhu min haithu la taraunahum, hakika yeye na kabila zake yeye na watu wake wanawaona kutoka mahali ambaye ninyi hamuwezi kuona. Sisi hatuwezi kumuona Iblisi na watu wake na hiyo jeshi yake, lakini hao wanatuona, wanatupangia usiku na mchana. Sheitani akasikia uchungu. Sheitani akarudi kwake, akarudirudi sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, fa waswasa lahuma shaytan, Shaytani akaanza kuwatia, anawatia waswasi kila wakati anawatia waswasi ndani yake, ili afate nini? fa waswasa lahuma shaytan liyubdi lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anatuambia, sheitani alikuwa anatafuta nini? Ili apate kutoa kuvifichua ile tupu zao ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala aliwafichia, ili wafanye nini? Ili awafanye awahadaye, ili wakule katika elimiti, akawaambia nini? waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara, Allahu Akbar. hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwakatazeni hii miti ili mukule ila an takuna malakaini au takuna, oh, takuna min alqalidin, ili musije mukawa malaika. Je, munapenda hao malaika? Mtakuja kuwa kama hao malaika mukukula kutoka hii mti, au oh, takuna min alqalidin au, oh, mtakuwa katika miongoni mwa wale ambao wataishi milele ile jambo ambaye nini, mtaishi kwa muda, hakuna tena, mtaishi milele. Allahu akbar. Shaitani alijaribu kwa hada, hakuwachi hapo, akawaapia katika jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nini, wa qasamahuma inni lakuma ala minan nasihin. Akaanza kuapia kwa jina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Akasema wallahi, mimi niko katika miongoni mwa wale ambao wanawapatia nasaha, mimi na nawapatia nasaha ya kwamba mkulukula katika hii miti, mutakuwa malaika ama mutaishi milele. Hakuacha hapo, akaanza kurudurudi kwa muda mrefu, akaanza kurudurudi, akaanza kumuita Adam, kala ya Adam, hal adulluka ala shajaratil quldi wa mulki la yabla. Ewe Adam, nataka nikujulishe ile mti ambaye, uti, ukikula, utaishi milele. Na utakuwa na ufalme usiokoma. Utakuwa na ufalme usiokoma. Hii miti tu kukula. Allahu. Iblis hapumziki, ana hasira. Anaona kwamba hii Adam alayhi salaam anaishi ndani ya janna raha, yeye ametolewa nje. Hiyo ni shida. Adam alayhi salaam akamskiza. Adam alayhi salaam ko mudamrefu akaanza kusikiliza maneno yake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatwambia nini, Wa imma yanzaghannaka minash-shaytani nazghun fasta'id billah. Ukisikia tochochozi kidogo kutoka shaytani, kila wakati sema jikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu shaytani ni mbaya

Adamu, alayhi salam, baada ya kuonja ile matunda katika ile matunda ya ile mti, baada ya kukula mara moja, ile tupu yao ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amafichia ikaanza kuonekana. Wakakimbia katika ile ndani ya janna, wakachukua majani ile la janna, wakaanza kuficha ile tupu yao, ile uchi yao. Uchi yao imeanza kuonekana. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an

Wanadahuma rabbuhuma, Mwenyezi Mungu akaanza kumwita ewe Adam, ewe Adam. Adam akasema, ya Allah, mimi najiona uchi mimi. Adam, kwa nini unajificha? Akasema, ya Allah, mimi niko uchi, ya Allah, nimefanya dhambi, ya Allah, nifanye nini? Mwenyezi Mungu akawambia nini? Maana hakuma antilkuma shajara, kwani mimi sijakuambia kwa usikaribie hiyo miti Je, mimi sita kuambia, ee Adam, wa akul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin? Je, sita kuambi ya kwamba shaytani kwako kwako ni adui ambaye ni dhahiri? Alikuwa ni adui kwenu, kwa ni sita kuambi Adam, Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Quran Adam, Adam alisahau, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasia wala mnajid lahu azma. Mwenyezi Mungu wanasema tuliagana na Adam zamani, ya kwamba atisikie maneno ya shetani, lakini Adam alisahau, Adam alisahau, na hatukumpate uh, ak, uh, akiwa na azma kubwa, akiwa kichwa ngumu. Adam alayhi salaam alikuwa karibu sana kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia, ya Allah, mimi no naona aibu, ya Allah. Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'an, fatalaqa adamu min rabbihi kalimat. Mwenyezi Mungu akampatia words, kalima akampatia maneno. Adam alayhisalam, Allahu akbar. Adam alayhisalam akasema mbele ya Mwenyezi Mungu, ambaye leo itakuwa mwisho wa darasa yetu. Adam alayhisalam akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye na bibi yake Hawa, wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala

fataba alayhi wahada, na Mwenyezi Mungu akamkubalia ile toba yake ile alikuja naye na akamuongoa katika ile njia ambayo inafaa. Allahu Akbar. Ndio, baada hiyo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala akawaambia wote, qala habida minha jami'a, nini wote, muondokeni hapa, mshuke chini, mwende ba'dukum li ba'din aduwun, mtakuwa nyinyi kwa nyinyi maadui katika yenu nani katikati ya binadamu na sheitani na Iblis mtakuwa maadui. Lakini akawaambia nini wale wanadamu, akawaambia nini faimma yatianakum minni huda, ikiwa nini uongofu wangu umewafikia, sitawawacha hivyo, kila wakati uongofu wangu itakuwa inawafikia, nitakuwa nawatuma watume, nitakuwa namtuma katika kila kom, nitakuwa nitamtuma mtume ili wakumbushe ya kwamba Iblisi ni adui yenu, faman ittabaa hudaya, wala atafata, atafata, atafuata katika ile hidaya, katika ile uongofu, fala yadhillu wala yashqa. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba ule mtu atafata katika ile uongofu hawezi potea, wala namba 2, hawezi tabika. Allahu akbar. Inshallah tutaendelea katika dersi yetu